Tena tunafikiria ingine hapo inatusumbua, miaka inasonga, so mimi nimesema ili tuweze kutatua tatizo hili kikamilifu let us look for the resources to build all the 50 mega dams in Kenya. Hiyo itatusaidia namna gani? Itatusaidisha kufikisha maji kwa wananchi, na pia itatusaidia kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula through irrigation tunaweza kuzalisha ekari ingine milioni mbili na nusu na tukizalisha hiyo chaku, eh, chakula kwa ekari milioni mbili, mbili na nusu hatutakuwa tunaagiza sukari, hatutakuwa tunaagiza mchele, hatutakuwa tunaagiza eh, mahindi. We will be growing it in Kenya, unanielewa? So, that is my plan, na tayari nimeongea na wabunge wote, nimeongea na viongozi wengi, na nimewaambia njia ya kubadilisha mambo katika taifa letu la Kenya tuweze kupata pesa ya kutosha ni kutengeneza kitu inaitwa National Infrastructure Fund ya? ambaye sasa tutatafuta pesa kutoka kwa budget, tutaweka pesa kutoka kwa mambo ya privatization, tutaenda kwa um, capital market to raise pesa, tutaenda pia katika masoko ya, ya, ya, ya kimataifa so that we can securitize and be able to raise enough money to do all these dams and I promise you, hiyo kazi tunaweza kufanya kwa muda mfupi. Hiyo pesa 1.5 trillion inaweza kuonekana ni pesa nyingi lakini sio nyingi vile, kama kuna mpango so mki, nimewaongelesha wabunge na nimewaambia kabla ya mwisho wa mwaka huu mimi napeleka mswada bunge, nataka wapitishe tutengeneze National Infrastructure Fund tayari. Eh, mapendekezo yangu iko kwenye bunge, wakipitisha mimi nitapanga sasa vile hatutakuwa tunajenga dam kama ile ya Thwake miaka ya kumi. Hiyo ni dami inataka kujengwa miaka miwili, tukamilishe, halafu tuanze safari ya kuzalisha eh, chakula. So mimi nataka nieleze watu wa Ukambani, ni kweli maji ni ya muhimu Ukambani na ni ya muhimu Ukambani kwa sababu Ukambani sehemu nyingi ni sehemu kame, na maji ni muhimu, sio Ukambani peke yake, sehemu nyingi ya Kenya yenye iko arid na semi arid, na hiyo ndio mpango yangu wa mambo ya maji Ukambani na Kenya and therefore my commitment to them.